Italeta mabadiliko makubwa katika siasa za Ufaransa, hususan kwa vile yeye alikuwa ni mtu mmoja ambaye alikuwa anategemewa labda kutoa changamoto kali katika uchaguzi ujao. Kama tulivyoona katika miaka iliyopita, amekuwa akizidi akipanda juu kila, kila uchaguzi unapokuja. Kwa hivyo uchaguzi ujao wa mwaka wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba ikiwa Bi Marin Lopen hatokuwepo. Watu wasichanganyi siasa na na haki au na sheria. Kwa hivyo mahakama imeamua uh, inabidi watu waheshimu. Bila shaka yoyote, wapenzi wa Marin Lopen wamevaa kufurahiwa na, na hii hali, na baadhi ya watu walikuwa wanasema kwamba hasa wanasiasa hata wa mrengo wa kushoto wakisema kwamba wao wangelipenda kumshinda Marin Le Pen kwenye sanduku la kura na sio kama hivi ilivyotokezea. Je, labda kuna uwezekano kwa Marin Lepe kukata rufaa ya uamuzi huu, na iwapo atakata rufaa hiyo, kwa kiasi gani unaona kwamba anaweza ama uamuzi unaweza kubatilishwa, hukumu dhidi yake? Hilo suala la rufaa, bila shaka yote atakata rufaa lakini pia anategemea kwenda katika uh, kile chombo kinachoitwa Conseil Constitutionnel kwa sababu hukumu aliyopewa inamzuia pia kuweza kushiriki katika uchaguzi katika muda wa miaka mitano. Mahakama au kesi inaweza ikachukua muda mrefu, na hapa katikati kutakuwa na uchaguzi. Kwa hivyo alikuwa anataka kuona kama kuwa na fursa ya kuweza kama kukitokea uchaguzi hapa katikati uh, aweze kushiriki. Mustakabali wa kisiasa Ufaransa, haswa kwa chama chake uh, National Rally itakuwaje baada ya hukumu hii? Kwa kweli, e, sasa hivi inafanya kwamba mtu ambaye anaweza kuwa mgombea wa chama cha Rassemblement National, Bwana Bardella ambaye ndio mwenyekiti au rais wa chama kwa hivi sasa. Kampeni ya uchaguzi ujao wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba, ikiwa chama chake kitawakilishwa na Bwana Bardella, sidhani kama kinaweza kikatoa au mshawasha au ushindani mkubwa kama vile angeshiriki au angekuwa mgombea Bi Marine Le Pen. Labda viongozi wengine wa kisiasa wanaweza kujifunza nini kutokana na suala hili kuhusu usimamizi wa fedha za umma na kuzingatia kanuni Hili ni suala ambalo bi Marin Lopen sio mtu wa kwanza kuhukumiwa. Tumeona Jacques Shirak alikuwa rais wa zamani amehukumiwa, na hivi karibuni pia rais Nicolas Sarkozy. Wafaransa sasa hivi na wanasiasa wanajua, kwa sababu washahukumiwa wafu wanasiasa wengi tu katika masuala haya ya ubadhirifu wa mali za umma, na nafikiri sasa hivi kila mwanasiasa anajaribu kuchukua hadhari na kujua kwamba chochote atakachofanya, mkono wa sheria unaweza ukamkamata.